Na unapofanya kazi, zinapofanya kazi kwako, unajitambua zaidi. Na ndio maana kujitambua, mimi ni binadamu, ni hatua moja kwenda mbele, ni hatua moja kwenda mbele kiroho. Sasa mimi ni malaika, mtu akikwambia umekosea, mtu akikwambia umetukwaza, unakasirika, unataka watu waseme kwamba umefanya vizuri kila kitu. Ukiambiwa hivyo, unaona kabisa kwamba kila mtu anakusifia, lazima mwisho wakati useme hivi, sifa hizi zinatoka wapi? Kila mtu anasifu, maana yake ni kuna sehemu fulani, mimi ni binadamu, nahitaji kusikiliza wenzangu wanavyoongea kuhusu mimi na wanisaidie mimi nikuwe kiroho, nikuwe hata kibinadamu, niweze kuwa binadamu. Na ndio maana tuna aliko kuishi kweli, e, unyofu si unafiki, ili niweze kuongozwa vizuri, niambiwe ukweli na nisikasirike kwa sababu nimeambiwa ukweli inanisaidia mi kukua. Wakati mwingine ukweli unauma, lakini unaponya, utanisaidia mimi niweze kupiga hatua kwenda mbele zaidi na kuweza kuwa mtumishi wa Mungu inavyopaswa. Ni muhimu sana. Kaa kila siku unasifiwa, una tu wewe, ni wewe, mwisho wewe. mwisho wakati atasema kama fanya kazi hata kuliko Mungu mwenyewe. Mzidi mno. Sasa nataka sifa tu, na ni mwanadamu wa leo. Mwanadamu leo ndio hivyo, kwamba yale yanayotakiwa kusikia katika masikio yangu ndio nataka nisikie. Yule ambaye ananikosoa huyo ni adui yangu. Lakini yule naye anayeniambia ukweli, yule anayeniambia uongo, kila siku ananisifia, huyu ndio rafiki. Lakini katika maisha yetu si hivyo ambavyo anatualika kama Wakristo, tunaalikwa kuongozana. Si swala la sifa na majivuno. Ni swala la tutumikie inavyotupasa kama watoto wa Mungu na kwa sababu tuishi kadiri imani yetu, na pamoja na hiyo tuweze kuitetea imani yetu na kuiishi imani yetu inavyotupasa. Ndio maana kwa kipaimara tujapata sasa, tumebatizwa, tumetumwa kuhubiri habari njema, tusi ni wa misionari